Tumsifu Yesu Kristo, ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media, karibu tena katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya Utatu Mtakatifu, yaani fumbo kuu la imani yetu ya Kikristo, Mungu mmoja katika nafsi tatu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni fumbo ambalo hatulielewi kwa akili za kibinadamu kikamilifu, bali tunalikubali kwa imani, tukijua kuwa Mungu ni jumuiya ya upendo anayejifunua kwetu kwa njia ya historia ya wokovu. Leo katika neno la Mungu Tunaalikwa kutambua kuwa sisi ni wana wa Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu na kwamba tumetumwa ulimwenguni kama mashahidi wa Kristo tukibatiza na kufundisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu kwenye tafakari ya leo. Tafakari itakayokusaidia kuingia zaidi katika fumbo hili takatifu la Utatu Mtakatifu na kukuimarisha katika wito wako wa Kikristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuleta kwenu na Padri Paschal Ighondo. Karibu tusikilize masomo. Somo la kitabu cha Mithali sura ya nane aya ishirini na mbili mpaka aya ya thelathini na moja. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake kabla ya matendo yake ya kale nalitukuka tokea milele tangu awali kabla haijawako dunia wakati visipokuwako wako vilindi nalizaliwa wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji. Kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa; alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia; alipozithibitisha mbingu nalikuwapo; alipopiga duara katika uso wa bahari; alipofanya imara mawingu yaliyo juu chemchemi za bahari zilipopata nguvu; alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake; alipoiagiza misingi ya nchi; ndipo nilipokuwa pamoja naye, kama stadi wa kazi; nikawa furaha yake kila siku; nikifurahi daima mbele zake; nikifurahia dunia inayokaliwa na watu na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi ya nane aya ya tatu mpaka aya ya nane Kitikio cha Zaburi kinatoka aya ya kwanza nacho kinasema Wewe, Mungu, Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano aya ya kwanza mpaka aya ya tano. Tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na tufurahi katika dhiki pia; tukijua ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi; na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio. Haleluya, haleluya! Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu ambaye yupo aliyekuwako na atakayekuja. Aleluya. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya 16, aya ya 12 mpaka aya ya 15. Utukufu kwako e Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, uyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Karibu ndugu msikilizaji, katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya Utatu Mtakatifu, fumbo kuu la imani yetu kuwa katika Mungu mmoja kwa nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu mwana na Mungu Roho Mtakatifu, zote zikiwa sawa katika uasili wao. Utatu Mtakatifu ni moyo na kiini cha imani yetu ya Kikristo. Ni fumbo asili la imani na maisha ya Kikristo. Kwa Utatu Mtakatifu tunafunuliwa upendo, wema, ukuu, mamlaka na huruma ya Mungu. Ni katika Utatu Mtakatifu ndimo tunamopata ufupisho na simulizi la asili yetu tangu kuumbwa hata ukombozi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Mungu. Ndimo zinamolala sala zetu na matumaini yetu, kufikia utimilifu wa upendo kwa kuungana na yule aliye asili ya upendo. Ni adhimisho la fumbo la imani na imani tu yaelewa. Ndiyo maana katika sala ya koleta padi anasali kwa niaba ya jamii ya waamini akisema: E Mungu Baba, uliwafumbulia watu fumbo lako la ajabu, hapo ulipompeleka neno wako na Roho Mtakatifu ulimwenguni, utujalie kuutambua utukufu wa Utatu Mtakatifu wa milele katika kuungama imani ya kweli na kuabudu umoja wa Mungu katika enzi ya fahari yake. Kumbe lengo la tafakari hii katika sherehe ya Utatu Mtakatifu sio kueleza namna ambavyo nafsi tatu katika utatu mtakatifu zilivyoungana na kufanya Mungu mmoja, bali ni kujaribu kufahamishana jinsi utatu mtakatifu unavyofanya kazi katika maisha yetu kwa huruma yake, kama wimbo wa mwanzo unaotoa wasifu wake ukisema, Asifiwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwa sababu ametufanyizia huruma yake, na uwimbo wa katikati unatoa mwaliko wa kumhimidi Mungu wababu zetu, anayestahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Sherehe hii tunaiadhimisha jumapili baada ya Pentekoste, ambapo tulihitimisha kipindi cha Pasaka na tukarudi katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa kiliturujia katika juma la kumi. Na sherehe hii ya Utatu Mtakatifu tunaiadhimisha mwaka huu katika jumapili ya kumi na moja ya kipindi cha kawaida. Masomo kwa ufupi: somo la kwanza la kitabu cha Mithali sura ya 8 Natueleza kuwa Waisraeli walipokuwa bado utumwani Babeli, agano la kale lilianza kutayarisha ukweli wa Utatu Mtakatifu, siri ambayo haikujulikana bado. Katika somo hili hekima inajionyesha kama nafsi aliyekuwa pamoja na Mungu kabla ya kuumbwa chochote. Hekima hii ni Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Mungu. Somo la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tano linatufundisha kwamba kwa imani tunashiriki uzima wa Utatu Mtakatifu. Mungu Baba ndiye aliyetufanya tuwe wenye haki, yaani watakatifu, kwa njia ya mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Tena pendo la Baba na Mwana limemiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 16 aya 12 hadi ya 15 inatufundisha kuwa Yesu alitumwa na Mungu Baba. Alikuwa na mengi ya kuwaambia wanafunzi wake kabla ya kifo chake, lakini kwa kuwa uwezo wa mwanadamu una mipaka na hivyo wasingeweza kustahimili makuu hayo ya Mungu, aliwaahidi Roho Mtakatifu atakayewakumbusha mafundisho yake na kuangazia ili wayafahamu kikamilifu. Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani na kuelewa muungano na umoja uliopo katika nafsi hizi tatu katika Mungu mmoja kwa akili ya kibinadamu ni jambo lisilowezekana, kwani fumbo hili lapita uwezo na ufahamu wetu. Ni Mungu pekee ndiye anayetuwezesha kulifahamu kwa njia ya ufunuo wake mwenyewe. Mtakatifu Agustino alipojaribu kwa akili yake kupembua siri hii kuu, Mungu mwenyewe alimweka wazi kupitia malaika katika mfano wa mtoto mdogo, na kumwambia wazi kuwa akili ya mwanadamu ni ndogo kiasi kwamba haiwezi lolote. Ndiyo maana anatufundisha akisema, inatupasa kusadiki kwa sababu Mungu ametufunulia. Lakini mafumbo kama haya katika imani yetu ni kama mifupa katika nyama kama tusivyoitupilia mbali mifupa pamoja na nyama iliyo juu yake, bali na kuangua nyama yote na kuachana mifupa, na haya mafumbo hatuwezi kuyakimbia moja kwa moja. Tutafanya tuwezalo ili kuelewa kinachoweza kueleweka. Pale tutakapokwama na kushindwa, hatunabudi kupiga magoti na kusadiki. Mtakatifu Tomas wa Akwino, aliyejaliwa uelewa mkubwa na wa hali ya juu wa mambo ya muhuso ya Mungu, katika wimbo tunaoimba wakati wa kuabudu Ekaristi Takatifu anasema, waficha umungu msalabani na ubinadamu altareni, mafahamu yangu ya danganya yanapokuona, nami na sadiki bila haya. Mtume Paulo naye anasema, basi sisi tuwafundisha si kwa maneno tuliyofundishwa na hekima ya kibinadamu bali kwa maneno tuliyofundishwa na Roho tukifafanua mambo ya kiroho kwa walio na huyo Roho. Mtu wa kidunia hapokei mambo ya Roho wa Mungu. Kwake mtu huyo mambo haya ni upumbavu mtupu, yanapita akili yake, maana yaweza tu kutambuliwa kwa msaada wa Roho. Maandiko yasema, nani awezaye ya ya kuifahamu akili ya Bwana? Lakini sisi tunayo akili ya Kristo ndiye aliyetufunulia haya yote. Waraka wa Kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya pili aya kumi na tatu hadi kumi na sita. Tomazo wa Akwino anashauri kwamba ukikutana na lolote ambalo hulielewi ama katika bibilia, au katika mafundisho ya kanisa, usiseme mambo haya hayaeleweki au yamekosewa, bali useme akili zangu ni ndogo kuelewa ukweli huu. Fanya juhudi kuelewa utakavyoweza, yatakayokushinda Inamisha kichwa mpaka chini na kusema pamoja na Mtakatifu Hipoliti kuwa, na sadiki kwa kuwa sina uwezo wa kuyaelewa, na sadiki kwa kuwa ni upuuzi. Kumbe basi, katika sherehe hii ya fumbo hili la imani yatosha kujikumbusha mafundisho yatolewayo na mamlaka funzi ya kanisa. Mama kanisa anafuata maandiko matakatifu ambayo kwayo Mungu mwenyewe amejifunua kwetu. Katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza ya kwanza hadi ya pili tunasoma: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Hili ni dokezo la udhihirisho wa uwepo wa Roho wa Mtakatifu tangu mwanzo. Katika kitabu cha Mithali sura ya nane aya ya kwanza hadi ya 36 kinamtaja hekima neno wa Mungu ambaye ni Kristo akisema, kabla Mungu hajaumba dunia na mashamba yake nilikuwa pamoja naye kama fundi stadi. Mwanzo sura ya kwanza ya ishirini na nne ya Mungu akasema natufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Mungu akasema ni mmoja anayesema kwa sura na mfano wetu ni wingi. Hii tayari inatuonyesha kuwa Mungu ni mmoja katika nafsi zaidi ya moja. Ndiyo maana kumbukumbu Kumbu la Torati sura ya sita aya ya nne linawakumbusha Waisraeli kisema sikiriza, e Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Katika Yohane sura ya 14 aya 15 hadi ya 17 Yesu anasema Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli. Pale Filipo alipomuuliza tuonyeshe Baba yatutosha, Yesu alijibu kama anavyoandika Yohane sura ya 14 aya 8 hadi ya 9, akisema Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba, mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Jibu hili ni gumu kuelewa kwa akili ya kibinadamu, imani tu yaelewa Naye Mtume Paulo anapowasalimu wa Kristo katika salamu tangulizi za barua zake haachi kusema, neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Katika Injili ya Mathayo sura ya 28 ya 19, Yesu anaagiza watu wa mataifa yote wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni kwa jina la Utatu Mtakatifu, Baba Mwana, na Roho Mtakatifu sisi sote tumebatizwa. Mtakatifu Agustino anasema, Roho Mtakatifu atoka kwa Baba kama chanzo cha kwanza na ni paji la milele analolitoa Baba kwa Mwana, anatoka katika umoja wa Baba na Mwana, kupelekwa kwa Roho Mtakatifu ambaye Baba anamtuma kwa jina la Mwana na ambaye Mwana anamtuma toka kwa Baba, unafunua kwamba yeye pamoja nao ni Mungu huyo huyo, huyo mmoja. Yohane, sura ya kumi na nne aya ya kumi na tano hadi ya kumi na tisa katika nafsi tatu ni kwa upendo wa Mungu dunia na vyote vilivyomo viliumbwa vinavyoonekana visivyoonekana vilifanyika, Yohane sura ya kwanza aya pili. Ni kwa upendo wa Mungu taifa la Israeli liliandaliwa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ni kwa upendo wa Mungu Baba Kristu alijinyenyekeza akawa mtii mpaka mauti, naam, hata mauti ya msalaba wa Filipi sura ya pili aya nane. Na ni kwa upendo wa Mungu Baba kanisa liliimarishwa na kuendelea kukua kutokana na ujio wa Roho Mtakatifu aliyetoka kwa Baba na Mwana siku ya Pentekoste, Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya nane na sura ya pili aya kwanza hadi ya kumi na tatu Na huu ndio uthibitisho wa kibibilia wa ufunuo wa Utatu Mtakatifu, kwa sababu aliyetufunulia ni Mungu mwenyewe, nasi hatuna budi kuinama na kuamini na kusadiki kuwa huu ni ukweli mtupu. Ufunuo huu wa Utatu Mtakatifu unatuonyesha kuwa Baba ni muumbaji, Mungu Mwana ni mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu ni mfariji. Lakini katika haya yote hawakuachana. Katika uumbaji Mungu Mwana alikuwepo na kushiriki kama anavyotuosimulia Yohane katika sura ya kwanza aya ya kwanza, hapo mwanzo kulikuwako Neno naye Neno alikuwa kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Katika ukombozi, Mungu Baba alikuwepo. Yesu akasema, wakati unakuja tena umekwisha fika, ambapo ninyi nyote mtatawanywa kila mtu kwake, nami nitaachwa peke yangu, lakini mimi siko peke yangu, maana baba yangu yu pamoja nami, Yohane sura ya 16, aya ya 32. Katika maisha yetu ya kila siku tunakiri na kuutangaza Utatu Mtakatifu kila mara. Katika sala zetu tunaanza na kuhitimisha kwa ishara ya msalaba hukiti kutamka waziwazi maneno haya kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Katika hii sala rahisi tunakiri kile tunachokiamini kwa kirefu, katika kanuni ya imani katika sehemu kuu tatu, tukianza kusema nasadiki kwa Mungu Baba mwenyezi muumba wa mbingu na dunia na sadiki kwa yesu kristo mwana wa pekee wa mungu ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu na sadiki kwa roho mtakatifu bwana namleta uzima tunapaswa kufanya hivyo kabla ya kulala na kila tunapoamka kabla na baada ya kula kabla na baada ya kazi na nyakati zote na nyakati mbalimbali mbali, katika maisha yetu ya kila siku ni kwa njia hii tunatangaza waziwazi msingi wa imani yetu tunaposherekea fumbo la utatu mtakatifu tuombe umoja katika familia kama kanisa la nyumbani na katika kanisa kwa ujumla kama Yesu alivyotuombea: naomba wawe kitu kimoja, kusudi ulimwengu upate kuamini kwamba wewe ulinituma, Yohane sura ya 17 aya 21. Basi tuzingatie wosio wa Paulo: hatimaye, ndugu, kwa herini, mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi katika utatu mtakatifu, salimianeni kwa busu takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mimi Padri Paskali Ighondo.